Kumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ah, tunaijua imani. Sasa leo tutajifunza kidogo kuhusu imani. Somo la imani ni pana sana, leo tutajifunza vichache, vitu vichache kama vile vitatu lakini na, nadhani vitaweza kusaidia. Lakini kwanza tuombe. Mungu wetu na Baba yetu tunakushukuru kwa siku njema hii leo. Asante Baba kwa kutupa nguvu, asante kwa kutupa uhai, asante Baba kwa kutuwezesha kukutana katika forum hii wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu mwaminifu. Tunalitukuza jina lako, tunakuabudu, tunakurudishia sifa na utukufu Baba. Wewe ni Alfa, Wewe ni Omega. Tunaomba Baba uwe mwanzo wetu na uwe mwisho wetu, utuangaze na kutuongoza tuende katika njia zako zaidi sana. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atufundishe kufafanua ma, uh, na kufafanua neno lako ili litufae kwa maisha yetu na kutugeuza tufanane na wewe. Amina. Basi kama nilivyosema katika utangulizi kwamba leo tutaangalia, uh, somo kuhusu imani. Somo hili ni pana sana na hatuwezi kulimaliza lote kwa kipindi kimoja. Uh, leo tutaangalia vitu vichache. Kwanza tuanze kujifunza imani ni nini. Tukisoma neno sema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni, ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa hii huu utangulizi tu tunajifunza mambo mengi sana, kwamba ni vitu ambavyo vinavyotarajiwa havijaonekana bado, lakini tunaviona kuwa bayana. tuna, yani, lazima uone kabla hakija akijafika mkononi. Uh, ulimwengu unatuambia kuona ni kuamini lakini imani ya Mungu inatuambia unaamini kabla hujaona. Sasa hii ndio maana hasa inabidi tujikite katika kulijua neno, katika kuijua imani. Tunamwamini Mungu, tuna, tunajua Mungu anachotaka kutoka kwetu, kwa sababu anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo Mungu, ili tumwendee Mungu, ili tu, tu, tufanye swala lolote, kazi yoyote na Mungu, lazima kwanza tuwe na imani, tuamini kwamba yeye yupo na kwamba ni mpaji kwa wote wenye kumuomba na kumtafuta. Kwa hiyo cha kwanza Mungu mwenyewe anataka tuitumie imani yetu. Kwa tunaona kwamba hichi ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Ni jambo ambalo na msingi sana, lakini sasa lazima tuelewe kitu kimoja kwamba imani na hofu havikai nyumba moja. Narudia. Imani na hofu havikai pamoja, havikai katika nyumba moja. Aidha utakuwa na imani au utakuwa na hofu. Mara nyingi sana tumekuwa na hofu badala ya kuwa na imani. Lakini hapa tunaonywa, uh, tukisoma neno katika Warumi kumi na nne mstari wa ishirini na tatu. Warumi uh, anasema lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa, na amehukumiwa kwa kuwa amehukumiwa kuwa na hatia kwa, kwa maana hakula kwa imani. Kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Tunaona jinsi gani ambavyo imani ni kitu cha msingi. Imani ndio jambo ambalo tunatakiwa kulitafuta, nasema kila neno lisilotoka katika imani ni dhambi. Kwa hiyo tunapomwendea Mungu tunapokuwa tuna tunamtanguliza tuna, tuna, tuna, tuna Mungu katika mambo yetu, lazima tuende kwa kitu hiki kinachoitwa imani. Ndiyo, uh, ndio veso, ndio chombo, ndio usafiri wetu, ndio spiritual currency, ndio purchasing power ndio kitakachotuwezesha yani, kama mfano kuna kuna buffet imewekwa pale mwanzoni, kabla hujaanza kufikia hata kuna chakula gani na gani, unaanza kuchukua sahani ili upate pa kuwekea. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hii veso hiki chombo kinachoitwa imani ndio kinachotuwezesha kuchukua kutoka kwa Mungu, kama tulivyosoma katika Waebrania 11 mstari wa sita, kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa tukienda na hiki chombo kinachoitwa imani tunaweza kuchukua chochote tunachokitaka kutoka kwa Mungu. Ndio purchasing power, ndio ndio ndio currency, ndio spiritual currency, ndio sarafu ya kiroho ambayo tunaweza tukanunulia kutoka kwa Mungu, ndio kitu ambacho kinatuwezesha kuchukua kutoka kwa Mungu. Sasa uh, kuna namna ya kuimarisha imani yetu. Imani inaweza ikalega kwa namna nyingi, lakini kuna namna kama saba hivi za kuweza kuimarisha imani. Namna ya kwanza ni katika kusali. Tunaposali maana yake ni kwamba tunaji tunajinyenyekesha kwa Mungu, tunajikabidhisha kwa Mungu tunamu, tunaonesha kwamba yeye ndiye tunayemtegemea, kwamba tunampelekea yeye atangulie. Kwa hiyo jambo la kwanza la kuimarisha imani yetu ni maombi. Jambo eh, jam, eh, swala la kusali linatuimarisha katika uh, imani. Kitu cha pili ambacho kinatusaidia ni kulisoma neno na kulitafakari. Tunaposoma neno na kulitafakari, tunapata kujua eh, maneno ya e, Mungu anatuambia nini, Mungu anataka nini kutoka kwetu. Ukisoma a, Warumi 10:17 10 na nasema imani chanzo chake ni kusikia, lakini kusikia nini? Kusikia neno la Kristo. Sasa tunalisikia wapi? Lazima tulisome katika, pale tunapolisoma na kulitafakari, ndio Mungu Roho Mtakatifu anashuka na, na kutufafanulia kile ambacho Intent ya Mungu ilikuwa kwa jambo lile. Imani chanzo chake ni kusikia. Tunaweza tukawa tunasikia CNN, tunaweza tukawa tunasikia sio kwenye WhatsApp, tunaweza tukasikia kwenye sio Instagram, tunaweza tukasikia kwenye media mbalimbali. Tunaweza tukasikia hata tukiwa tuko kwenye daladala tu, unasikia watu wanapiga story wakagusia kitu ambacho na sisi kinatuhusu au ni kilikuwa kinatusumbua. Changamoto yetu binadamu, tukisikia kutoka kwa binadamu wenzetu tunakichukua kama kilivyo tunakwenda kukijaribu, lakini neno linavyotuambia hatufanyi. Hapa ndipo tunapofeli, hapa ndipo tunapokosa kuchukua kutoka kwa Mungu. Kwa nini hatutumii imani? Anasema na tendo lolote ambalo halifanyiki kwa imani ni dhambi. Kwa hiyo tunaweza tukamsikia mtu mwenzetu akituambia kitu na tukakitekeleza, lakini Mungu akituambia kitu tunaanza kudoubt. Hapa tunakuwa tumekosa imani. Kwa hiyo kusoma na kulitafakari neno ni namna mojawapo pia ya kuimarisha uh, imani yetu, lakini kuna kusifu na kuabudu, kuna kuabudu. Tunapomwabudu Mungu ha, tunakuwa tunajiweka katika nafasi nzuri ya, ku, uh, ya kukuza imani yetu. Tukisoma neno katika Yeremia uh, ishirini mstari wa kumi na tatu anasema mwimbieni Bwana, msifuni Bwana kwa maana ameiponya roho ya mhitaji katika mikono katika mikono ya watu amewatendea amewatenda ame katika mikono ya watu watendao maovu. Naomba nirudie, mwimbieni Bwana, msifuni Bwana, kwa maana ameiponya roho ya mhitaji katika mikono ya watu watendao maovu. Kwa kumbe, lazima tumsifu na kumwabudu Mungu tunapo, Mungu tunapomwabudu kwamba ametuokoa katika mkono wa watu waovu, ametuokoa katika tabu, tunaikuza imani tunapo tunapomsifu vile tunapo, vide, tunapo uh, abudu tunaku, tunakuwa tunaikuza imani yetu. Zaburi ya sabini na tano mstari wa kwanza inasema E Mungu, tunakushukuru kwa kushukuru kwa kuwa jina lako li karibu watu huyasimulia matendo yako ya ajabu. kwahiyo tunapomsifu Mungu tunapo uh, mwabudu Mungu tunaikuza imani yetu. Hapo tumeshaangalia uh, mambo matatu, tumeshaangalia sala, tumeshaangalia Uh, kusoma na kutafakari neno tumeangalia sasa hivi kuabudu, lakini jambo la nne ni ushirika na, we, na wenzetu wenye imani sawa na sisi. Ushirika na wenzetu wenye imani sawa na sisi, tukisoma Waebrania sura ya kumi mstari wa ishirini na uh, tano uh, inasema tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri Kume kuna kuangaliana sisi kwa sisi, kuna kuangaliana katika upendo, kuna kuangaliana katika kazi nzuri. Mimi nimrekebishe mwingine na mwingine anirekebishe mimi, tu, tu, tu, tu, tufaidiane e, neno katika Waebrania wa kumi ishirini na tano linatuambia lazima tu, tuwe na ushirika na wenzetu wenye imani sawa na sisi, na turekebishane, tuonyane, tuboreshane, tujengane kiimani. Tunapokutana wenye imani sawa, tunajengana kiimani pale ambapo mimi nakuwa sifahamu kitu fulani mwenzangu ananielewesha, tunakuwa tumejengana kiimani. Lakini jambo lingine ni, ku, uh, ni kuitumia sasa imani hii, imani ambayo tunaitafuta lazima tuitumie. Na tunaitumiaje? tukisoma katika uh, Marko sura ya kumi uh, Marko kumi na moja mstari wa 24, nasema nne, inasema kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote mtakayoomba mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Kwa chochote ambacho tunakiomba katika kusali, tukiamini, tuamini kwamba ni cha kwetu. Pale tunapoamini, anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tunapoamini kwamba hili lilishatokea, tunakuwa tunajijenga, tunaijenga ile imani yetu, lakini pia tunaitumia eh, kwa sababu changamoto inakuja pale ambapo hasa kwa mtu ambaye tayari ameshapata matokeo, ni rahisi kusema sasa mimi labda nilikuwa natafuta mtoto, nimeshapata mtoto, imani tena ya nini? Si nilikuwa nataka mtoto. Lakini imani ni kitu continuous, ni kina, kitu ambacho kinatakiwa siku zote. Kuna imani inatakiwa ikue na kuongezeka kwa sababu kila siku tunahitaji kutoka kwa Mungu, na kila siku tukihitaji kutoka kwa Mungu lazima tuwe na imani. Kwa hiyo imani yetu lazima ikue na kuongezeka, kwa hiyo lazima tuitumie kila siku. Unaweza kuwa labda umebarikiwa sana na Mungu mpaka umekuwa na vitu vingi, mpaka umekuwa labda na private jet. Utajiuliza sasa, sasa na eh, imani hii ya nini? Sasa namwamini Mungu kwa kipi? Bado lazima umwamini, kwa sababu Mungu hana limiti anaweza kukupa zaidi na zaidi, lakini pia anaweza kupitisha kwako kwa ajili ya watu wengine, kwa lazima kuitumia a namna kui, kui, mmoja wapo ya ku nani ya kuikuza imani yetu ni kwa kuitumia. Kwa hiyo tunapokuwa tuna tunaitumia tuna imani yetu a tunaikuza. Lakini jambo lingine ni kuomba toba. Tunapoomba toba, maana yake tunajinyenyekesha kwa Mungu tunajikabidhi kwake kwamba tumekosa sisi ni wakosaji, tunahitaji msamaha wake, tunahitaji kuelekezwa katika njia ambayo ni sahihi, tunahitaji kuacha njia ovu na kufuata njia sahihi. Kwa hiyo tendo la unyenyekevu linaturudisha katika njia ambayo ni ya Mungu, inatufungulia pia guidance ya Mungu, inatufanya pia Mungu, tunampa Mungu achukue ukanda, yeye ndo aendeshe sasa, awe dereva, sisi tuwe abiria. tunapoomba toba tunajinyenyekesha. Kwa hiyo ku, kuomba toba pia ni, ni tendo ambalo linaikuza imani yetu. Jambo lingine la mwisho ni kujikabidhi kwa Mungu hata wakati wa changamoto. Kujikabidhi kwa Mungu hata wakati wa changamoto. Sasa hapa ndipo hasa, hapa napoanza, yani ndio ndio mzizi hasa wa ile imani yetu, kujikabidhi kwa Mungu hasa, hata wakati wa changamoto. Mara nyingi tunapokuwa katika changamoto tunaona kama Mungu ametuacha tunapojikabidhi kwake katika kupita katika changamoto hiyo, hiyo ndio kipimo hasa cha imani yetu, na pale kinatukuza na kutuongeza na ku, imani yetu inakuwa na kuongezeka. Ukikaa ukageuka nyuma ukaangalia kile ambacho kilikuwa kinakutisha, utakuja kugundua kwamba Mungu amekuvusha, na utaona mbona nilikuwa napata hofu bure, mbona nilikuwa nahangaika bure. Ndio maana nikasema mwanzo pale kwamba hofu na imani havikai nyumba moja. Kwa hiyo ni aidha tuamini tu, tu tutulia katika kumwamini Mungu au hiyo hofu ambayo haiwezi kukupeleka popote. Kwa hiyo lazima tujijenge katika imani. Lakini ziko imani tano ambazo hatutakiwi kuwa nazo. Aina tano ya imani ambazo hatutakiwi kuwa nazo. Imani ya kwanza ambayo hatutakiwi kuwa nayo ni imani dhaifu. Hii ni ile ambayo inachanganyika na mashaka. Imani ambayo imechanganyika na mashaka. Tukisoma neno katika wa, uh, Warumi sura ya 14 mstari wa kwanza. Warumi 14 moja nasema, yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. Hapa yani ana huyu mtu mwenye imani uh, imani dhaifu, imani yake ina mashaka, mashaka. Kwa hiyo anasema msimhukumu kwa sababu ana mashaka, muache, mkaribisheni lakini msimhukumu, mwache aendelee na taratibu labda atakuwa kwa hiyo, tusiwe na imani ambayo ni dhaifu. Lakini cha pili ni imani ya kinafiki. Imani ya kinafiki sura, uh, waraka wa, wa pili wa Paulo kwa Timotheo. Timotheo wa pili uh, moja mstari wa tano, Timotheo wa pili moja mstari wa tano, nasema nikikumbuka imani iliyo ulionayo isiyo na unafiki, ambayo ilikuwa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunice, nami na sadiki wewe nawe unayo kwa. Kuna imani ambayo ilikuwa kwa bibi, imani ile ikaenda kwa mama, imani hiyo sasa inashuka pia kwa mtoto au mjukuu, na imani hii haina unafiki. Sasa imani yenye unafiki ni ipi? Ni ile ambayo haiendani na neno la Mungu. Imani ambayo haiendani na neno la Mungu ni ile ambayo uh, kwa mfano mimi nikasema sasa hivi nikatoka hapa nikaenda barabarani labda barabara yoyote, nikaona gari fulani ambayo labda ninaipenda, nikasema kwa jina la Yesu hii na naamuru hii iwe yangu based, based on what? Ninasimamia neno gani? Ninasimamia kitu gani ambacho kinanipa uhalali wa kuclaim kwamba lile gari ni la kwangu. Eh, ni kwangu? hii ni imani ya kinafiki. Au niseme kwamba, au mtu mmoja aseme kwamba anataka eh, mtu fulani labda awe mke wake au awe mume wake kwa sababu tu anampenda bila kujua kwamba labda huyo ni mke wa mtu au ni mume wa mtu eh? Hiyo ni imani ya kinafiki, kwamba ukiomba chochote. Na wengine wanatumia neno katika Marko 10:24 ukiomba, eh, lolote mnaloliomba katika kusali, aminini kwa limekuwa la kwenu eh? Hakuna kitu cha namna hiyo, hiyo ni imani ya unafiki. Ni kwamba Mungu analitafuta neno lake ili alitimize sasa, hicho ambacho chochote ambacho kiko kinyume cha neno la Mungu ni imani ya kinafiki. Hata usimamie neno hilo namna gani, haliwezi kutokea. Lakini imani ya nne ni imani iliyokufa ukisoma katika uh, Yakobo mbili mstari wa kumi na saba anasema vivyo hivyo imani isiyokuwa na matendo imekufa. I, im, imani isiyokuwa na maten, naomba nirudie, uh, Yakobo mbili kumi na saba vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Kwa imani yoyote ambayo haina matendo imekufa. Na tukisoma uh, hapo hapo kwenye Yakobo mbili mstari wa ishirini na sita nasema maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Kwa imani yetu ili iwe hai lazima iwe na matendo. Na ya imani ya, tat, ya nne ni imani haba Kisoma, hii ni ile imani ambayo inakosa kuamini kuwami, uh, kweli ya neno la Mungu. Ukisoma neno katika Mathayo nane mstari wa ishirini na sita Mathayo nane ishirini na sita nasema akawaambia, mbona mmekuwa waoga enyi wenye imani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na, na bahari kukawa shwari kuu. Kwa hiyo hii ni ile imani ambayo Uh, anasema imani haba ni ile ambayo ina, ina inashindwa kuliamini kweli ya neno la Mungu. Ameshawaambia kwamba msio na wasiwasi mko na mimi lakini wanakosa kujiamini. Na imani ya nne ya tano ni kutokuwa na imani kabisa, faithlessness au unbelief. Uh, tukisoma neno katika Mathayo 17:17 ah 17, uh, saba Anasema Yesu akajibu akasema enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka nitakaa pamoja nanyi hata lini? Kwa hiyo kuna kizazi ambacho hakiamini. Eh, hii ni ile imani ambayo inakosa kumwamini Mungu na kuamini nafsi yake yenyewe. Ndio maana anasema nitachukuliana na nyinyi hata lini? Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunatakiwa kuyaepuka. Hizi imani tano tunatakiwa kuziepuka, lakini kuna yale mambo saba ya mwanzo tuliyojifunza, ni ambayo yanatusaidia kuikuza imani yetu. Basi niombe tuendelee kuomba Mungu ili imani yetu ikuwe na kuongezeka, kwa sababu pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom, shalom.